Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo ajili kwa kwa ya kuletea update hii hapa na hii leo bwana, inahusiana na kitu ambacho amekifanya Mwijaku ni head of creative department. Yani, yeye ni mtu ambaye anasimamia swala zima la ubunifu, uwe wa mavazi, uwe wa decoration, uwe ni wa matangazo, branding na vitu vingine kama hivyo. Unaelewa? So, hiyo ndio ilikuwa nadhani hicho ndio inasemekana hicho ndio kilikuwa kitengo cha Ommy Dimpoz pale katika kampuni hiyo ya GSM kwamba alikuwa ni head of creative, creative department. Sasa, at the end of the day kwa mujibu wa Juma Lokole amedai kwamba hivi karibuni Ommy Dimpoz amegombana na tajiri wa kampuni hiyo ya GSM ambaye ni Galibu. Sasa kwa mujibu wa habari ambazo amezitoa Juma Lokole anadai kwamba eh, huyu Ommy bwana yuko katika nafasi ngumu sana, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa biashara au ndio ilikuwa kazi ambayo inamweka mjini yani, Ommy Dimpoz alikuwa lifestyle yake inakuwa funded na kazi hiyo ambayo alikuwa anaifanya katika kampuni hiyo. Sasa basi, baada ya hapo ni kwamba Juma Lokole akasema kwamba Eh, tajiri hataki kumuona kabisa Ommy Dimpoz, Ommy Dimpoz amefukuzwa kazi, hatakiwi kuonekana pale, mpaka password za ofisi na kila kitu zimebadilishwa. Kwa hiyo Ommy Dimpoz sasa hivi kwa kifupi ni kama vile eh, hayupo tena katika ile nafasi ambayo alikuwa nayo hapo awali. Sasa kwa mujibu wa Mwijaku jana, wakati anafuturu kwa Chancellor Salaa, akarekodi video akiwa anazungumzia swala hilo akidai, akiwa anadokeza kama vile yeye sasa ndio anataka kwenda kuchukua ile nafasi ya Ommy Dimpoz pale GSM. Kwa hiyo sasa hapa kwa mujibu wa habari ambazo tume ziona au video ambayo Mwijaku mwenyewe ameizungumza, nataka hapo msikilize. Amekuwa anaelezea hivyo kwamba kwa na ile nafasi ya Ommy Dimpoz yeye ndo anaenda kuichukua. Hebu msikilize hapa, Mwijaku. Milango iko wazi, ofisi iko wazi, nyumba iko wazi. Milango iko wazi, ofisi iko wazi, nyumba iko wazi. Sote, bas. Kwa kwa, nikitoka hapo tunakutana The Dome, nakuja The Dome. Karibu. Yeah, so huo ndo ulikuwa ujumbe wa Mwijaku kuhusiana na nafasi ya kazi baada ya kusemekana kwamba Ommy Dimpoz amefukuzwa kazi pale GSM. So peji mbali mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hii habari. Kwa mfano hapa eh, kuna peji hapa wamekuja wameandika kwamba mm. <laughs> hii ni moja kati ya vitu ambavyo vimewaacha hoyo watu wengi sana. Kuna peji hapa wameandika kwamba Mwijaku okay. Okay, aya, okay. Kuna page hapa yeye mwenyewe kwanza, Mwijaku kwa ameposti akaandika kwamba bwana, nikitoka hapa kwa kansela sala na kwa naelekea eh, dom kwa mwambino eh, lakini hapa, wadau walivyoiona hii video, comment zimekuwa ni nyingi sana kuhusiana na hiyo situation. Kila mtu amekuwa anazungumza kwa upande wake. Eh, kwa mfano hapa, bwana, kuna baadhi ya watu wamekuja hapa kuweka maoni yao wakiwa wanalizungumzia swala hilo Uh, eh, baada wanasema kwamba kufa kufaana. Hiyo ni moja kati ya kauli ambazo zimeonekana mara nyingi sana kwenye comment section ma, mara tu baada ya Mwijaku kuposti hiyo video naona bwana. So hapa kuna wadau wengine hapa wamekuja wameandika, kwa mfano kuna huyu hapa amesema kwamba bwana eh, uweke